Bari. Lakini kwa leo kulikuwa na semina kwa ajili ya kuzuia maambukizi mapya kwa ajili ya virusi vya ukimwi kwa sababu ni muhimu sana kwa ajili ya kuwa na semina hizi na tumeanza na wafanyakazi hapa. Kwa nini? Kwa sababu huduma uh, ya udiakonia iko hapa, lakini huu mradi tunawezesha na na, na, na na watu wa Mission 21 kama wafadhili wetu, lakini tunaanza na jimbo hili la kusini magharibi kwa miradi ambayo pia inafadhiliwa ina na Mission 21. Kwa hiyo, kwa sababu eh, masuala ya ukimwi kutokana kwamba ukimwi upo na kwamba kutokana na miradi kwamba wafadhili wengine walikuwa wameahirisha kutokana na hali iliyopo sasa hivi, kwa mfano wafadhili kutoka Marekani wamepungua. Kwa hiyo Tukaona kwa kwamba kuna umuhimu au kuna haja ya kuendeleza kuwakumbusha watu kuhusu masuala ya maambukizi mapya ya ukimwi au virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tutafanya huu mradi katika taasisi zote za kanisa la Moravian eh, kuikumbusha jamii kwamba ni namna gani watajikinga na maradhi hao na virusi vya ukimwi na kutokuambukiza tena kutopata maambukizi mapya. Kwa hiyo tunaendelea kufundisha ili kuwaketi, tuseme awareness, kuwa kuwajengea uwezo na kukumbuka kwamba bado ukimwi yupo na maambukizi bado yapo, na wakizingatia mafunzo haya vizuri, ni kwamba watakuwa pia mabalozi kuwaambia na watu wengine kuona umuhimu wa kwenda kupima na kuisaidia serikali kuona kwamba watu wake wanaishi katika mazingira yaliyo salama na wanaendelea kuondoa hofu juu ya masuala ya, ya ukimwi. Na kama kwamba kama na maambukizi ya ukimwi au virusi vya ukimwi, manake ni rahisi sasa kupata matibabu akaondokana na ugonjwa wa ukimwi, kwa sababu nasema ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini, pale anapokuwa amezingatia vizuri matumizi ya dawa ya eh, ambayo inapunguza virusi vya ukimwi na, na kapata lishe vizuri, huyu mtu anakuwa ukimwi hana, anakuwa ametibiwa ukimwi, anakuwa hana ila anakuwa anaishi na virusi vya ukimwi, lakini pia itamsaidia kwamba aishi namna gani na ili azidi ku, kama amepatikana na virusi vya ukimwi kutoambukiza wengine, lakini pia kama hana aishi namna gani ili aweze kuwa na tabia njema ambayo itamkinga yeye asipate maambukizi ya ukimwi, na tukapata watu wenye nguvu na afya na kwa ajili ya kujenga taifa letu katika nchi yetu ya Tanzania.